Sasa unajua, timu hizi ukitaka kuchukue, lazima uwafunge. Nilikuja nikawa na wafunga, sasa kaona hata mtu anatufunga nini. Unajua Simba na Yanga ndio wana tabia hiyo, ukiwa hata mkoani, ukitaka kuchukue, ukiwafunga, anasema hata huyu bora tumchukue. Ndivyo ilivyo timu za Simba na Yanga. Chuji, na wewe una, unadhani kwa nini ilikuwa ni hivyo? Twende turudi, unakuona una thamani, unarudi, unakwenda uh, mara zote hizo kabla ya kwenda Mwadui. Ah, mimi ninachosema thamani yangu walikuwa wanaiona na walikuwa wanatambua uwepo wangu mimi, kwa sababu mimi minime... nilipotoka polisi ile, kwanza niliona nyuma Simba ubingwa kipindi kile anakufa. Kuna mzee mmoja alikuwa katibu wa Simba, anatoka Dodoma anakuja huko, alikuwa katibu, si mwenyekiti, mzee nani, si alifika Dodoma, ajali ajali, eh mwalimu Juma Salum eh, yule mzee yule, yule, yule mzee siku hiyo, kabla ya mechi kwanza Nakumbuka nimetoka shule mimi. Ni nimetoka kufanya mtihani wangu wa mwisho wa form 4. Natoka shule yangu ya Jamhuri pale. Nimefuata na defender pale. Nimeenda kuchukua viatu nyumbani na kuja kwenye ile game. Sikio nakumbuka mimi hata kula sijakula. Tunaingia na uwanja nasema kina machupa tulikuwa tunakutana nao. Nikijalikizo huko. Mchangani huko tukicheza. Huyu anajua huyu. Huyu anajua huyu. Sasa kipindi kile kilichofanya ni wale watu wakasema, dah bana, huyu anakuja kutusaidia kweli. Mimi namondoka msimu uliofuata ule. Namshukuru sana mzee Kibadeni, yaani niseme Kibadeni mimi ndo kama kanitoa matongo tongo mm. mtu wa kwanza kwenye point katika timu yake ya vijana, kaona mimi nafaa kweli. Nimekuja nimemsaidia na kurudi kwenye ligi. Na e, mimi nilikuwa ni saini Simba toka 2003 toka niko shule. Kibadeni akaniambia, rudi kacheze msimu wa pili kwenye timu yako utakuja utapata hela tu. Kweli nimeondoka nimerudi, matukio yako nimefanya vizuri, kama nilizofadha hizi timu. Kuna wale mambo ya kuzoeana sana, kipindi mimi natoka Yanga naenda Simba, Simba katika tukija kwa itirafiana nikamba, sisi hizi timu yote, mimi nitacheza timu yangu Magomeni vila squad, tunafanya mazoezi chini pale Jangwani, kule Jangwani pale vile vitu ambavyo unakuwa unavifanya pale, watu wengi wanashuka kule chini wanakuja wanaangalia, afzili salamu zinafanyaje, zinafika kwa yeye, nasema he. Sasa mimi nakumbuka, narudi tena Yanga, napigiwa simu, niko nyumbani Tanga, nilikuwa kule kwani nilitrain hard sana kule, kumbe kuna watu walikuwa wanifuatilia, yani wanaona huyo, mbona bado anaweza? Siku napigiwa simu, bwana hivi na hivi na hivi, nahitajika. Ah, nikamba, jamani mimi natosha kwenye timu kubwa, mimi nitacheza hata Coast, nitacheza timu yote ya ligi kuu, lakini kucheza timu kubwa tena inatosha. Ah, wakanisisii pale kweli na nikaondoka nikarudiza nguku sema hizo timu mazoea lakini kama unatoka alafu unarudi kwa sababu mimi nilipumzika kipindi fulani hivi. Wao wakaendelea na movement zao Yanga walikuja wakayumba, center back hakuna. Mimi nimerudi pale, nimeanza kucheza tena center back. Kwa sababu nakumbuka mechi ya kwanza nacheza center back ilikuwa Yanga na Mtibwa, tulishinda goli tatu tatu bila. Mechi ya pili Yanga na JKT Ruvu, tumeshinda tena tatu. Mechi inayofuata international game, mechi na Zamalek, amesikiza anafunga goli moja, vyombo vya habari vikaanza, na wachezaji hivi na hivi na hivi nah, unasikiliza. Kwa sababu nah, mimi nishacheza kwa muda mrefu yeah afu experience najua kabisa, watu jinsi ya kucheza nao, usimkamie wala nini, msome kwanza jinsi alivyo. Na kipindi hicho mitandao ndio imeingia, ukiingia YouTube ukimtafuta mtu fulani ukiangalia, huyu kwa hivi na hivi na hivi na hivi, weakness yake iko hivi, uzuri wake uko hivi. Kwa hiyo unachofanya huo, mimi leo mimi ninaye. Na kwa nini perform vizuri, watu wote walishangaa, yani huyu center back mechi kubwa hivi. Sasa lakini yani nachosema mazoea kwa sababu ukishatoka Simba na Yanga mtu anakuita ah, mzee huyu, mtu mzima huyu eh, hey. <laughs> Lakini sasa ukitaka kuangalia mimi, Madaraka amecheza na baba yangu mzazi, yeye yuko CDA, baba yangu mpo kurugenzi, na hiyo anasema sio themanini na nne, mimi hata kuzaliwa bado, hata kuzaliwa ilikuwa bado, bado. Lakini kwa sasa hivi, sasa unaonekana ah, ushakuwa mtu mzima <laughs>